Makusanyiko kama haya kunakuwa na mjadala kama hii, mara nyingine nadhani nasaulika, lakini ukweli ni kwamba inahusu watu ambao tuna uh, watetea au tunafanyia kazi ambao ni wananchi, ambao ndio kimsingi wametuweka hapa. Uh, kitu ambacho nilikuwa nataka kuzungumza acho ni maoni, mimi sina swali. Uh, mjadala ya namna hii iongezeke, uh, kwa sababu watu hata asasi za kiraia wanakuwa hawana uelewa wa kutosha wa role ambao wanapaswa kuiplay kwenye hili eneo, kwa sababu ya uh, engagement kwao imekuwa ni ndogo sana. Uh, TPSF, TPSF kwa mfano uh, mara nyingi inakuwa ina engage na wafanyabiashara, lakini ukweli ni kwamba TPSF inapaswa engage zaidi pia na asasi za kiraia huku, kwa sababu ndio ambao wanawafikia wale walaji kwa kiasi kikubwa sana. a, a, nimes, t, t, kuna neno limetumika kuhusiana na a, wananchi kupeleka malalamiko kwamba wananchi wengi ni wanung'unikaji na sio walalamikaji. Ukweli ni kwamba urasimu uliopo katika mifumo hususan hizi taasisi ambazo za kisekta zimetajwa: TCRA, EWURA, RATRA, TASA na, na kadhalika Uh, zimekuwa na urasimu na hilo ni jambo tu la wazi. Kumsikiliza mwananchi mmoja wa kawaida ni ngumu sana. Kwa kiasi kikubwa, taasisi hizi zimeegemea sana kwenye kumlinda mfanyabiashara zaidi ya kumlinda mwananchi wa kawaida. Uh, nadhani kwa sababu pia wafanyabiashara wanaonekana kuleta pesa uh, katika mfumo, lakini ukweli ni kwamba hizi pesa zinapatikana kwa wananchi ili uh, uh, service pro provider wa simu kwa mfano apate pesa anamhitaji mwananchi. Ili huyu anayeuza mafuta apate pesa anahitaji mwananchi. Uh, yeyote yule anahitaji mwananchi. Kwa hiyo hawa ndio ambao wa kuweka nguvu zaidi kwao, kuwalinda, kuliko hata hii kada ya wafanyabiashara ambayo kimsingi ndio inaonekana kulindwa zaidi. Jana tulizungumza kuhusiana na Uh, development vision ile ya 2050 ukiangalia, kwa kiasi kikubwa sana, uh, business sector, wawekezaji uh, wamelindwa kwa kiasi kikubwa mno, uh, na kiukweli mlengo utaendelea kwa sababu tunatarajia kupandisha uh, mapato trilioni moja, lakini na nchi kuwa katika uh, uh, uh, uh, ile uh, hatua ya, ya, ya, ya ngapi uchumi wa juu wa, wa, wa, nini wa, wa, wa wa, wa uchumi lakini ukweli ni kwamba pesa zitapatikana zaidi kwa wananchi huko kwao ni vema tukaongeza jitihada kwenye kumlinda zaidi mwananchi ambaye ndio mlaji na kama tukiwa tuna mijadala ya namna hii eh, TPSF wakikaa na Azaki lakini pia FCC wakikaa na Azaki lakini pia hizi uh, sekta specific TCRI na kadhalika na wenyewe pia wakikaa na Azaki mara nyingine wanaona kama vile AZAKI ni uh, kitu cha tofauti sana ambacho chenyewe ni, ni wanaharakati. Ukweli ni kwamba hatufanyi kazi za harakati, tunamtetea ili mwananchi aweze kufanyaje, aweze uh, kupata huduma ambazo ni stahiki kama anavyokusudiwa. Asante, asanteasante niliona ni mkono pale. Hello. Hello.